Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi, pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako, pamoja na maarifa na ujuzi utakaokujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Kila siku asubuhi kama ya leo na Jumatatu, Jumanne, Jumatano na siku nyingine tena, nimekuwa nikija na kukuambia mambo mazuri ya kujenga maisha yako. Naomba nizungumze na watu wengi ambao wana tabia ya kukimbizana na pesa wana tabia ya kukimbizana na pesa. Unawambia mambo vipi? Tunapambana. Eh, habari yako? Tunakimbizana. unakimbizana na nani? Eh, unashindana na nani? wale watu wenye tabia ya kukimbizana, unasema unatafuta pesa, naomba niongee na wewe eh, mm, mm. siku ya leo, asubuhi ya leo, kwa kukwambia vitu ambavyo vitakusaidia kesho na kesho kutwa. Namba moja ni kwamba pesa haiji kwako kwa sababu una spidi kubwa ya kuikimbiza pesa haiji kwako kwa sababu unajua sana kuitafuta pesa, haiji kwako kwa sababu una spidi kubwa sana za kuikimbiza. Hapana, wanaopata pesa sio kwamba wanakimbiza sana pesa. Pesa inavutwa na thamani ulionayo, money is attracted by value. Thamani ulionayo ndio inavuta pesa kuja kwako ndio maana kuna wengine hawatoi jasho kubwa sana, unashangaa pesa inaenda kwao. Kwa nini? Thamani walio nayo. Kwa hiyo kabla hujaanza spidi nyingi ya kukimbizana na pesa, tengeneza thamani kwenye maisha yako, pesa itafuata thamani. Pesa ifati spidi ya kukimbizana na pesa. By the way, utakuja kugundua pesa unavyokimbiza sana, ndio jinsi inazidi kuenda mbali na utafutaji wake unakuwa mgumu sana, lakini ukibuild value kwenye maisha yako, ukijiwekea thamani kwenye maisha yako, ukajiwekea vitu ambavyo thama, pesa inavifuata, eh? Naomba nikuhakikishie pesa itakuja. Mara nyingi nimetoa mfano nikasema Je, umewahi kuona nyuki au mzinga ukienda kutafuta nyuki? Neva hata siku moja. Mzinga kama huwezi kutoka kwenye mti kwenda kutafuta nyuki, nyuki ndo wanatafuta mzinga. Kwa sababu gani? mzinga umejitengenezea vitu ambavyo nyuki wanapenda, kwa hiyo nyuki automatikali watafata mzinga. Kwa hiyo kwenye maisha yako tengeneza value, tengeneza value, jenga thamani Jenga vitu ambavyo pesa inavitamani itavifuata. Kwenye maisha yako na kama swali lako ni najenga vipi thamani kwenye maisha yangu, nenda kwenye YouTube channel yangu, andika Chris Mauki, thamani, au Chris Mauki value yako. masomo mengi nimefundisha kuhusu thamani, atakuja jifunze namna gani ya kutengeneza thamani kako, kwako, na pesa ni kuhakikishie, utaona fursa zinakuja tu. Zinakuja. Kwa sababu zina vitu zinavyovitafuta hivifuate.